Wamebarikiwa kwa kila baraka. Salamu kwa kanisa la Yesu Kristo mwanaume, ambalo liko kila sehemu duniani, linakusanyika kusikiliza chakula cha roho, chakula cha kila wiki. Katika tukio hili, mada tulionayo kushiriki ni siri za Mungu. Mtume Paulo katika barua yake ya kwanza kwa Wakorintho katika mstari wa kwanza anasema hivyo basi, watu watuone kama watumishi wa Kristo na wasimamizi wa siri za Mungu. Anasema watu watuone ni kama ninaposema huduma yetu inaundwa he. Lakini kwa kweli kile ambacho Paulo alitaka kusema hapo ni kwamba watu wanapaswa kumwona kama msimamizi wa siri. Mimi si mhubiri wa kawaida, mimi si kama Petro yeyote wala Yohana yeyote wala Yakobo yeyote. Mimi ni msimamizi wa mafumbo, na mafumbo ni kitu ambacho hakijulikani. Ili wewe ujue fumbo, lazima lifunuliwe kwako. Basi Mtume Paulo anasema kwamba huduma yake ilikuwa kusimamia mafumbo na ni muhimu kutambua. Nilikuwa nikitazama kwamba katika vitabu vyote vya Biblia mbali na Danieli, ambaye anasema alipewa tafsiri ya ndoto, lakini hizo zilikuwa ndoto. Anasema kwamba mafumbo, mihuri hii itafafanuliwa mwishoni wakati sayansi itakapoongezeka, basi yatafafanuliwa mafunuo mengine au mafumbo mengine, samahani, ambayo alizungumzia. Sasa Mtume Paulo anasema kwamba kwamba alisimamia mafumbo lakini, ili uweze kusimamia fumbo, lazima lifunuliwe kwanza kwako. Ndiyo maana katika Wagalatia sura ya kwanza. Katika mstari wa kumi na moja, angalia jinsi inavyosema. Inasema lakini nawajulisha ndugu zangu kwamba injili iliyohubiriwa na mimi sio kulingana na mwanadamu, kwa maana mimi sikuipokea wala sikuijifunza kutoka kwa mwanadamu yeyote, bali kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Hapa ndipo siri ilipo, kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Inamaanisha kwamba Yesu Kristo alifufuka na alimtokea Paulo na akamfahamisha siri hizi. Hii ilikuwa imefichwa, siri zilizofichwa. Hilo halikujulikana na yeyote wala Musa wala mitume kumi na moja wala Daudi wala yeyote. Hii ilikuwa imefichwa mpaka Yesu Kristo alipomfunulia mtume Paulo, na kama tulivyokwisha zungumza awali mara inapofunuliwa haibaki kuwa siri, haibaki kuwa siri kwako, bali ni ufunuo. Kwa mfano, niliwezaje kuendeleza huduma hii? Naam, niliweza kuendeleza huduma hii kwa sababu mwaka wa 1973 kazi ile ile aliyofanya na Paulo wakati huo, ilikuwa tofauti kwa sababu Paulo hakuwahi kuwa pazia la Mungu, bali ilifunuliwa kwa Paulo wakati huo. Mwaka wa 1973 ilifunuliwa kwangu. Malaika walikuja na kuniamsha, waliamsha kipawa ndani yangu na ufunuo ukaingia. Basi sasa, kwa ufunuo, ufunuo huo Ulikuja kwangu na hapo ndipo ulipoanza kuendelezwa. Usimamizi wa siri. Na basi watu wote duniani wanapaswa kunichukuliaje mimi? Kanisa linapaswa kunichukuliaje mimi? Vyombo vya habari vinapaswa kunichukuliaje mimi, kama msimamizi wa siri. Sasa wewe kama kanisa. Wewe unaniweka kama msimamizi wa mafumbo kwa sababu yamefunuliwa kwako. Kwako si mafumbo tena, kwako ni ufunuo. Umepelekwa kwenye maonyesho ya ufunuo ambayo yamekufafanuliwa. Na ndiyo maana umeangaziwa. Sasa lini umewahi kuona, eh? Kweli, tohara haikuwahi kueleza ufunuo. Vitabu nane vya tohara katika Agano Jipya havizungumzii ufunuo wowote. Vitabu pekee katika Biblia ambapo unaona neno fumbo ni katika nyaraka kumi na nne za Paulo. Katika tohara haijasema hata mara moja neno fumbo. Ni Paulo pekee anayezungumza kuhusu mafumbo. Nawaambia fumbo zaidi, nawajulisha fumbo hili hilo linatoka tu kwenye kinywa cha mtume Paulo. Tazama jinsi inavyosema katika Waefeso sura ya tatu mstari wa tatu. Inasema eh, mm, kwamba kwa ufunuo nilifahamishwa siri, kama nilivyoandika kwa ufupi hapo awali, kwamba kwa ufunuo nilifahamishwa siri hiyo. Basi ee, huduma yetu ni huduma inayosimamia mambo ambayo mwanadamu hawezi kuelewa. Ndiyo maana tunaeleweka vibaya kila mahali, na hata tukijaribu kuwaelezea, ikiwa haijapewa kuelewa, hata ukiwaelezea, yeye hawezi kuelewa yeye lazima apokee ufunuo, lazima aangaziwe ili kuona siri ya Injili. Wiki hii kijana mmoja alinieleza kuwa alijaribu, alitafuta na alitaka kuchunguza kwa kina he, lakini wapi angeweza kuchunguza kwa kina ikiwa katika Biblia huwezi kuchunguza kwa kina isipokuwa umeruhusiwa kuchunguza kwa undani. Hii si suala la kufanya au kujitahidi, ni yeye akifanya ndani yetu. Basi tunaweza sisi kuhitimisha kwamba huduma ya Creciendo en Gracia duniani kote inachofanya ni kusimamia siri ambazo hazijawahi kufafanuliwa kwa mwanadamu. Tazama jinsi inavyosema kule katika Warumi. Vizuri, kabla ya kwenda kwa Warumi, ni kama vile walivyomuuliza hikuku, anatoka wapi? Kisha akasema vizuri, anatoka kwenye yai. Na yai linatoka wapi? Vizuri, basi inatoka kwa kuku. Na huyo kuku alitoka kwenye yai. Na nani aliweka kuku wa kwanza? Basi tunapozungumza kuhusu ufunuo, ufunuo ulitoka wapi? huduma hii ilitoka wapi Huduma hii ilitoka kwenye ufunuo, lakini ufunuo wa nini? Ufunuo wa Yesu Kristo. Ni kwa njia pekee tunaweza kueleza hili. Hebu tuone fumbo hili lingine ambalo hujawahi kusikia mtu yeyote akizungumza kuhusu, katika Warumi sura ya kwanza mstari wa tano inasema, na kwa ambaye tulipokea. Hapa inapaswa kusema kwa ambaye nilipokea. Kuna toleo la zamani sana linalosema kwa ambaye nilipokea. Tatizo pekee ni kwamba wale wanaoshughulikia tafsiri ya asili hawawezi kuelewa hilo na wanasema, sawa, labda kile alichojaribu kusema ni kwa nani tunapokea, kwa sababu Paulo ni nani kusema kwa nani alipokea ikiwa kulikuwa na mitume zaidi. Lakini Paulo alikuwa pekee aliyepokea. Hawakuwa wengi. Alikuwa Paulo. Anasema kwa nani nilipokea? Neema na utume kwa ajili ya utii wa imani katika mataifa yote kwa upendo wa jina lake. Kwa nini Paulo haandiki kanisa moja tu bali mataifa yote? Kwa nini sisi hatuko tu Miami, Houston au Colombia? tuko katika mataifa yote kwa sababu Injili ni kwa ajili ya utii wa imani katika mataifa yote, na hilo ni fumbo. Anasema neema na utume. Si mitume miwili, ni utume mmoja, utume wa neema, ambao ni fumbo ambalo limefunuliwa, ili kuwa na utume, ili kuwa na utume mmoja tu na na ili kuwe na neema, lazima iwe kwa ufunuo wa mafumbo. Ndiyo maana kwa miaka elfu mbili kilichokuwepo ni giza. Ndiyo maana kuna dini nyingi, kwa sababu hakukuwa na utume. Utume ulikuwa na Paulo, na yeye mwenyewe alisema, baada ya kuondoka kwangu utume unamalizika. Baada ya kuondoka kwangu, hakuna mwingine atakayehubiri haya. Mtu pekee anayeweza kupokea ninachofundisha ni Yesu Kristo. Ndiyo maana tunajua kwamba mtumishi huyu ni Yesu Kristo mwanadamu. Kuja kwa pili kwa Yesu Kristo ni kwa njia gani? Ningeweza kufunua na kuunda huduma hii kubwa ya kimataifa kama si kwa ufunuo au kwa sababu ni Yesu Kristo mwenyewe? Haiwezekani kwamba tunazungumza wote kitu kimoja na kwamba tunatii sauti moja, tarumbeta moja, ujumbe mmoja kwa fumbo, ndiyo njia pekee ya kuelezea katika Warumi. Kumalizia kitabu cha Warumi, inarudia matumizi ya sura ya kwanza. Tazama jinsi mtume Paulo anavyosema, anasema sura ya 16 mstari wa 25, anasema: na kwa yule anayeweza, sio kwa yule anayetaka, wala kwa yule anayejitahidi Anasema na na na kwa yule anayeweza kuthibitishwa kulingana na injili yangu na mahubiri ya Yesu Kristo. Hapo Paulo anatueleza tazama, yule anayeweza kuthibitisha injili yangu ni mahubiri ya Yesu Kristo mwenyewe. Ikiwa sivyo, hakuna anayeweza kuthibitisha, kwa sababu mhubiri bora kuliko Paulo hakuwahi kuwepo katika nyakati hizo, na hakuweza kuthibitisha hata mmoja, wote walimwacha. Inamaanisha kwamba yule anayeweza kuthibitisha mtu katika injili hii ni mahubiri ya yesu Kristo. Sema nami, mahubiri ya Yesu Kristo. Na je, unaamini kwamba Yesu Kristo ni mhubiri mzuri? Ndiyo, angalia jinsi alivyokuhubiria kwa miaka 25 ufunuo uleule, ule bila kubadilika, kwa sababu hii haibadiliki. Hii ni hisia moja, akili moja, mtazamo mmoja, hiyo ndiyo kanisa la kukua katika neema, Kanisa la Yesu Kristo ambalo limejengwa kwa mahubiri ya Yesu Kristo, siyo la mtu yeyote wala la mchungaji yeyote wa kiinjili. Ni lini umewahi kuona mchungaji wa kiinjili akihubiri kile ninachohubiri? Ni lini umewahi kumsikia Papa akitaja neema na utume kwa ajili ya utii wa imani hapana? Wao badala yake wanasema bikira na rozari, misa na upuuzi wote wanaohubiri. Hiyo siyo imani, hiyo haitakujenga wewe. Kwa hivyo inasema hapa, huu ndio uthibitisho wa kweli. Nakumbuka nilipokuwa mdogo walikuwa wakiuliza, je, mtoto amethibitishwa? Uthibitisho katika nini Uthibitisho katika upuuzi huo wanaofundisha kwenye hekalu la Kikatoliki. Uthibitisho katika nini? Hiyo inakuthibitishia nini? Ni kwamba alifanya ushirika wa kwanza. Hiyo ilikuwa ni upuuzi wa kwanza wa ujinga wanaofundisha huko. Huu ndio uthibitisho wa kweli, na umethibitishwa katika injili ya kweli. Nimekuthibitisha katika injili kwa mahubiri ya Yesu Kristo sio kwa mahubiri ya mchawi yeyote wa Kipentekoste au mchawi wa kike wanaotabiri upuuzi kwa midomo yao. Inasema, na kwa yule anayeweza kukuthibitisha kulingana na injili yangu na mahubiri ya Yesu Kristo, kulingana na ufunuo wa siri ambayo imekuwa ikifichwa tangu nyakati za milele lakini ambayo imekuwa imefunuliwa sasa, na ambayo kupitia maandiko ya manabii kulingana na amri ya Mungu wa milele imejulikana kwa watu wote, ili watii imani, ili watii imani ya kweli, imani ile iliyokuja. Ndiyo hiyo ambayo umeimarishwa Hicho ndicho injili ambayo umeamini na inakufanya uwe imara, ukitoa ushuhuda wazi wa kile ulichokiamini. Hakuna mtu anayeweza kukuaibisha kwa kile ulichokiamini. Kile ulichokiamini kimeandikwa katika waraka kumi na nne wa injili ya kweli ya bwana wetu. Hivyo basi, hiyo ni uthibitisho wa kweli. Kanisa limehakikishwa. Liko tayari kwa mabadiliko yanayokuja hivi karibuni. Limeandaliwa, limepangwa, limewezeshwa na mawazo yake yaliyopangwa. Tayari kupokea mabadiliko. Kanisa pendwa itakuwa hadi wakati mwingine ambapo tutaendelea kurudia mambo yale yale. Na hilo unaweza kuwa na uhakika nalo. Kwa heri, nawapenda sana.